Naam, mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unaelewa kwamba huko Gaza bwana bado kuna mashambulizi e, bado kuna marumbano, kuna vita zinaendelea hususani, e, huu ni mwezi wa Ramadhani na tunafahamu kabisa kwamba nchi ya Gaza kule Israeli na Palestina na nini e, tunafahamu kabisa kule ni nchi ambazo ni za dini ya Kiislamu na huu ni mwezi wa Waislamu, mwezi wa Ramadhani. E, watu wanafunga lakini huko bado machafuko yanaendelea. Kwa hiyo hata e, ule ustaarabu wa kufunga na kufuturu na nini na swaumu, kutekeleza swaumu kwa ujumla, lazima utakuwa ni mgumu kwa namna moja au nyingine, so binti Zuchu e, akiwa na yeye pia kama muislamu na mwezi huu tumeona na uheshimu amefunga, huyu binti anajistiri na mpaka nyumbani kwa Diamond amehama, e, inaonyesha jinsi gani ambavyo binti huyu anavyoijali dini yake sasa. Huu ndio msimamo wa Zuchu kuhusiana na Gaza e, ni kwamba kwenye ulimwengu wa burudani e, si wasanii wengi sana wa Kiafrika wanaojitokeza hadharani kuonyesha msimamo wao kuhusiana na masuala muhimu ya kimataifa, hasa yanayohusu migogoro ya kisiasa na kibinadamu. Hata hivyo, Zuchu ameonyesha kuwa yeye ni msanii mwenye hisia za kipekee kwa jamii ya Gaza kupitia ukurasa wake wa Instagram kwenye pale juu kwenye Insta story kwenye Insta story eh yake mara kwa mara amekuwa akiweka video eh, na ujumbe wa wa kuhamasisha wa watu waombe dua kwa ajili ya Wapalestina wanaokumbwa na madhila ya vita huko Gaza ingawa machapisho yake hupotea mara tu baada ya masaa ishirini na nne, ishara yake ya uzito na ukubwa inadhihirisha na kuthibitisha kuwa si tu anaguswa na yanayoendelea, bali pia anatamani kuona watu wengi zaidi wakishiriki katika maombi na uungaji wa mkono wa Gaza. Katika kipindi hiki cha vita Zuchu amekuwa ni mmoja kati ya wasanii wachache wa Bongo Flava wanaoonyesha dha, wanaonyesha hadharani kuunga mkono jamii ya Gaza, jambo ambalo si la kawaida kwa wasanii wengi wa hapa Afrika Mashariki. Tendo hili linaweza kuonekana dogo kwa wengine, lakini kwa mashabiki wake eh, kwa mashabiki wake na wale wanaomfuatilia na wanaofuatilia mgogoro wa Gaza ni ujumbe wenye nguvu sana eh, na pia vile vile ina inadhihirisha jinsi mziki unavyoshawishi wasanii e, unaweza pia vile vile kutumika sio tu kwa ajili ya burudani bali pia kwa ajili ya kusimama e, na kusimamia jamii zinazoathirika duniani. So Zuchu bwana, mara kwa mara amekuwa akiposti kuhusiana na kinachoendelea Gaza, na akiwa anashawishi watu waombe dua, kwa sababu mgogoro wa Gaza ni wa miaka mingi tokea sisi tuko daily so ni jambo ambalo amna ah, ah, kiongozi wa serikali ambaye anaweza kwenda kule kutatua huu mgogoro, bali tu ni jambo la kumuomba Mwenyezi Mungu wa, eh, ya kupata update zaidi.